Awali yote nimesimama hapa kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa pole kwako wewe Mheshimiwa Rais, wa familia kwa wabunge na Watanzania kwa jumla. Tumeondokewa na kiongozi mahiri, kiongozi alipenda nchi yake na alipenda kazi zake. Toka nimeingia bungeni 2005 mzee Jenista, na jina lake alikuwa naita mimi mwanangu, na mimi namwita mama. Tuliishi vizuri sana. Sifa zilotolewa hapa na baba paroko ni za ukweli, ni mtu aliyejishusha sana. Kikubwa ni kumwombea dua na sala na maombi, Mwenyezi Mungu ampokee, amchukue, amweke pema yeye na wapenzi wetu wote waliotangulia mbele ya haki, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais, wanama walivyokuwa karibu na bunge kwenye tukio hili la msiba na misiba yote ambayo tunaipata bungeni, na hasa kwa jana kutupa ndege kupeleka mwili wa mpenzi wetu na familia kwenda kumpumzisha kwao Songea. Mheshimiwa Rais, pole tena, niwaombe familia Msiba huu ni mtihani na ni mzito sana, shika maneno, penda nini, msikize maneno ya kuwagawa. Hakuna jambo ambayo Mungu analipenda kama umoja na umoja wa familia. Nimepata bahati kuwa na mama mwenye wema. Endeleze, endelezeni wema wake. Baba Paroko, na kushukuru sana, nimekuelewa meseji yako ya misaada alikuwa analeta Jenista Uwe na amani na uhakika. Jenista ameondoka, lakini malaika wake wapo na sisi, tupo tutashirikiana kuendelea kusaidia maskini na wasiojiwezi. Mungu amjalie, amweke pema, amwondolee adhabu zote, na safari yake ya kwenda peponi iwe nyepesi. Asanteni sana. Kwa sababu mimi ni Mkristo Mkatoliki, na kule kwenye ukatoliki kuna itifaki ya Katoliki ambayo inafundisha kwamba kama askofu yupo, naibu wa askofu haongei. Kwa mtanizoea taratibu. Leo rais yupo, kwa nitasema dakika moja tu, halafu nitamkaribisha mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais, kwa kifupi sana niseme, Jenista Joakim Mhagama amekuwa mbunge kwa miaka ishirini na tano amekuwa naibu waziri kwa mwaka mmoja na waziri kwa miaka kumi. Nataka niseme bila mashaka kwamba Jenista Mhagama kwa kipindi alichotumikia kama mbunge wa watu wa Peramiho, wananchi wa Peramiho hawana malalamiko juu yake. Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake, alikuwa mnyenyekevu na alikuwa anapenda sana watu wake. Kitu alichotanguliza mbele katika maisha yake ya kazi ni kuwatumikia wananchi wa Peramiho, na hata alipopata nafasi ya kuwa waziri hakuacha kuwatumikia wananchi wa Peramiho, lakini vile vile aliguswa sana na watu wanyonge wa kawaida. Ndio maana leo wanyonge wa Peramio wana uchungu zaidi kuliko mtu yoyote, kwa sababu wanajua mpiganaji wao, mtetezi wao ameondoka, ametangulia mbele ya haki. Ni ombi letu kwamba wapate mtumishi mwingine wa aina yake. Wakati tukitafakari kuhusu kifo cha Jenista, nikawaza sana, nikasema kama Mungu angeniambia niombe kitu kimoja tu, ningeomba kwamba wabunge wote wa CCM wabunge wote wa nchi hii madiwani wote wapende na kutumikia watu wao kwa kiwango cha Jenista Mhagama. <tune> Tumeletwa duniani sio kuishi tu, lakini pia kutumikia wenzetu. Ni utumishi kwa binadamu wenzetu unaotupa heshima mbele ya Mungu na unaofanya watu watukumbuke kwa kazi tulizofanya. Mheshimiwa Rais, bila kusema mengi zaidi namwomba Mungu ampokee mahali pema peponi Jenista Mhagama, na kwa heshima kubwa na kukaribisha mheshimiwa rais kuongea na waombolezaji.